Jangwani wakitokea Young Africans, lakini mitaa ya msimbazi wakitokea wekundu wa Msimbazi, Simba, na wote wanakutania hapa katika kitovu cha uwanja wa Benjamin Mkapa, Temeke, Dar es Salaam. Lupaso paite vyovyote vile, ligi kuu ya NBC inakwenda kushuhudia siku yake ya mwisho katika msimu wa 2024 2025, na inakwenda kufungwa kwa kishindo cha dabi ya Kariakoo. Mfumo ni 4 2 3 1 kama ilivyo kawaida, kikosi cha Young Africans kutokea mchezo uliopita, Jiki Diara anarejea golini. Mchezo uliopita alikuwepo ni Abdul Twalibu Msheli. Wote wawili wamecheza timu ambazo zina mahusiano makubwa na sukari, mmoja akiwahi kupita Kagera Sugar na mwingine akipita e, Mtibwa Sukari. Ni waamuzi wa mchezo huu wa leo, wakati wekundu wa msimbazi Simba pin pin, Musa Kamara huenda akazidi zile clean sheet ambazo alizipata mlinda mlango wa Simba. this is just another day Kutokea kaskazini mwa Afrika ilipo bahari ya Mediterania mpaka kusini mwa Afrika ilipokuwa Rasi ya Tumaini Jema, lakini pia usisahau kutokea magharibi mwa Afrika ilipokuwa bahari ya Atlantic. Hapa ni Dar es Salaam, Tanzania, pembezoni mwake ipo bahari ya Hindi. Muda anapenya, mudaathiria haya ameingia katika eneo la hatari. Mudathir vipas nduga anakataliwa Pakoma na utoa nje Shambulio la hatari zaidi katika dakika kumi na moja za mchezo huu linatengenezwa na Young Africans na linapotezwa na Pacome Zouzoua. Kazi nzuri ya Mudathi Yaya basi akafusi twende akafunga tele ikapigwa ina pass cut back ile. lakini Prince Mpumelelo Dube. Dube Prince. Mudathi Yaya bas muda kwa Prince Dube Maxi Nzengeli Israel Mwenda Shadrak. Jaribio zuri ambalo wanalifanya kwa mara nyingine tena Young Africans. Kutokea kushoto Pacome Zouzoua alikuwa anapika Israel, Patrick Mwenda ndio aliyetengeneza nafasi kwa Shadrack Boka nje ya kumi na nane, walinzi wawili wa pembeni wamekuja kuattack lango. Ni shinikizo kubwa ambalo wanalifanya licha ya kwamba shambulizi alijazaa mpira ambao umepigwa na Shadrack Isaka Boka. Pedro Pacome. Mwamuzi asema hakuna foul na kadi ya njano anayoichukua Pedro Pacome Zouzoua. Mwamuzi Amin Mohamed Omar kutoka Misri anamuonesha Pacome Zouzoua kadi ya njano kwa kitu kingine bali ni hiki, aliweza kumpita Shomari Kapombe wakati anamtambuka. Shamu Karabue Shamu alinyoosha mguu wake ule, lakini haukufika zaidi shail Pacome li dive kama anaogelea vile, anafikiri ni weekend zile ameenda swimming analuka Shomari Kapombe tweve moja, kati ya kitu bora ambacho anaweza kupata kwa huyu ah, pero Pacome. Lakini anatokea Musa Kamara na kunusuru mauzauza lakini bado katika eneo la kulinda Chamari, sasa anaachwa, amesomeshwa jezi mgongoni, wekwa krosi ndani, huku anakataa Zimbwe Junior. Mudathir Yahaya, off target. Hii huduma ya krosi zinazopigwa yeye mbele yake akiwa ni Halidi Aucho, mbazo anakwenda chini. Steven Dese Mukwala, lakini offside, alisha nazo katika mtego wa kuotea. Steven Dese Mukwala Hapo alikuwa tayari katika eneo la kuotea, wakati yes, mpira unakwenda, alienda kakaa mbele, na kelele za kwanza ni kwamba madhambi yamefanyika kwenye penalty box, lakini refa alichoenda kwa kitafsiri cha kwamba bado umiliki ni kwa Young Africans. Maxi Zengeli Mudather imcho, pasi kwa Israel Patrick Mwenda, mwisho wa habari ni Muhammad Hussein Zimbwe Jr. nowhere to go. Jean Charles Ahoua mchezaji wa mwisho kugusa mpira katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kipenga kimesikika cha Amin Muhamed Omar kutoka Misri kukamilisha ngwe ya ya kwanza ngwe ya kwanza ya dabi ya Kariakoo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Akuwa Eli Mpanzi Ukibisawala aliyewanufaisha na kuwachekesha Simba. Dakika 45 za kipindi cha pili zinaanza katika dimba la Benjamini Mkapa. Ni dakika 45 za kukamilisha dabi ya Kariakoo, dakika 45 za kumjua ni nani bingwa wa ligi kuu ya NBC, dakika 45 za kupata majibu ya grand finale ya msimu wa 2024/2025. Muda aathiria haya bas, muda piga pasi ya kupenyeza, Maxi tapa pasi, lakini inaondoshwa na Fabrice Luamba Ngoma Mpia Nzengeli alikwisha ingia katika eneo la hatari lakini Fabrice Luamba Ngoma akafukia kaburi kabla ya maiti kutumbukizwa ndani. Kazi nzuri iliyofanywa na goli kipa, huwezi kuacha kusifu, kwa sababu akuangalia, kuangalia nini kitatokea nyuma, akapunguza goli na faida imekuwa walinzi walikuwepo na wakaondosha hatari ile. Shambulizi la hatari dakika za kwanza mapema kipindi cha pili, Clement Mzize Clement Francis Mzize iga pasi ndani huku amepita Mudathiri, haya bas, kitu bora ambacho anaweza kwakiona kutoka kwa Muhamed Hussein Mudathiri, haya basi analalamika kwenye nguzo ile. Clement Mzize akaingia kwenye nafasi kwa utulivu zaidi, akapiga pasi ndani akaikosa. Chefondo Malon, lakini Yusuf Kagoma, Salimu Abdallah Mhene pamoja na mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu wako hapa miongoni mwa viongozi waandamizi wa Simba. Na Mohamed Hussein anaichwa kadi ya njano kwa kucheza ndivyo sivyo kwa Mudathir Yahya basi. Kadi ya pili ya njano ya mchezo anapewa na odha wa Simba, Mohamed Hussein, ndio ambaye anapelekea kuingia kwenye kitabu. Alikuwa anapita Mudathir Yahya naye akafika akufanikiwa kuucheza mpira akaenda kucheza mwili. Mwamuzi yuko karibu na akawapa faida wanaostahili Mohamed Hussein. Eli Mpanzu, Ngoma Fabrice. Bado mali yuko mguni Eli Mpanzu, kibisa unakwenda nje ya mpira, lakini jaribio la maana mno sana unafanya Simba <laughs> alienda dakika chache akafyatuka shuti lile, Jigi Diala amekunjua mbavu, lakini imeenda kugonga nje ya chuma Panzu volcano kidogo ilipuke, mlima unatetemeka, imegoma kutoka. Jigi Diara ameokosa fadu Rahman Davis. Ngoma Fabrice ipigwa pasi kwa Jean Shalahua nje. Kipindi cha pili baada ya mabadiliko, ni kama Simba wameamka hivi, na ni wakati wa Jean Shalahua ya midfield maestro ris Luamba Ngoma inamkuta MVP Shanshalyaa lakini shuti lile aliofunika juu ya kamba za kiatu zile, limegoma kuziona nyavu, anatikisa mashavu, nyota wa zamani wa Maritzburg United na joto la ukocha amelianziahasem Zouzoua ali ucheza mpira lakini mwili wa Musa Kamara uka obstruct ukamzuia njia, pero Pacome Zouzoua sabia na upande wa kulia, anticipation ya goli, kipa alikuwa anataka kwenda upande wa kushoto, ameteseka kamera, atafanya nini? Aalaweka mpira ndani, huku inaekua ndani nyingine huku lakini, akataliwa na Ibra Baka, anautoa nje. Kona setup ya maana ambayo Ibra Baka ameenda kuondosha hatari ndani ya sita, mpira mzuri ambao ulipigwa awesu ndani awesu ale awesu mpira wa kona ndani huku kumtafuta Shamalon mpira nakwenda nje ni goal kick. Shambulizi jingine ambalo linafanywa na Simba kwenye kutafuta kujibu haya, ameuzima tena. Clement Francis Mzize yuko tama, upande wake pembeni. Mzize ametaka kumaliza kazi mwenyewe, Clement Mzize, nafasi ya kuandika goli la pili, anaipoteza wameshika vichwa mashabiki wa Young Africans, wanne dhidi ya wawili. Clement Mzize pasi yake imekataliwa, ile cut box. Mzize abuya pakom oh, kwenye blind side alikuwepo Claudius Chota Chama, alikuwepo Mudathir yaya Abbas. Ubinafsi yeye anasema kusikia, ana kazi kubwa sana ya kufanya katika kurejea kwa vitasa Julai 26 dhidi ya Selemani Kaniki, wanamwachia Simba. Pacome, shambulio la Young Africans, anaekewa Clement Francis Mzize Jezi nambari ishirini na nne Klement Francis Mzize mwita walid anakutana, uso kwa uso na pin pin Kamara, anamwambia kama krinshiti, umezoea kuzipata ni kwa kwingine, sio hapa. Auto pass ya Pacome Pedo Zouzoua, receiving ya maana ya Klementi Mzize na finishing ya mkuu wa kulia, Biluda ndiye anashangilia. Shangwe kwa wananchi, wamekiwasha burudani kote Unaweza ukapata direct burudani hii buya. Shadrack anawekewa Shadrack offside. Manuwezo na kadi ya njano Boka, njano kwa kuupiga mpira ambao umeelekea kwenye net ndio, lakini tayari alikuwa amejenga kibanda kwenye lile eneo. Shadrack Isaka Boka mlinzi wa kushoto wa Young Africans walienda, alifanya safari dhahiri shairi que kwe, alikuwa kwenye eneo la kuotea duka Buya alitazama upande mmoja, zinakamilika dakika tisini za mchezo wa derby ya Kariakoo. And young Africans have done it again, mabingwa mara 31 wa Tanzania, lakini hilo nalitoa mbele ya watani wao wa jadi Simba mechi